Yeah. Mm. Au labda tuseme ukamzoa sana sidui, au mwanaume anataka kila siku. Hamna yani, mwanamke yani, yani, mwanamke akitaka yeye tendo linafanyika, lakini mwanaume akiwa na haja akiwa na shida ya tendo halifanyiki, utampa okay, kila kitu, lakini aslong atatoka nje, lakini tunarudi pale pale, usipende mtu sana hmm. kwa hiyo utakuwa naye eza akiamua kucheat lakini atasema wow. Yule mwanamke wangu yule hmm. ana kitu fulani special, nitafanya lakini asilimu nitarudi palepale. mm -hmm. Yule ndo mwanamke wangu, kwa inabidi, kama mwanamke, huwe na kitu ambacho ni unique, wewe kama wewe binafsi okay. ambacho hata akienda kule nje hmm. hatakipata lakini akita kufikia kile kama nania kwako level ile kwako, kwa hiyo itakuwa hapo sasa, nitafanya, ya lakini kuna wakati tabii nimhitaji yule ni frahi zaidi hmm na ni kama kitu gani mwanamke atakiwa aenacho, tofauti ili hata kama mwanaume wake ataenda nje, lakini akumbuke kuna kitu ambacho amemisi nyumbani? Nategemeana mm. kuna mwanamke ambaye anamshauri mwanaume wake maana, mm -hmm. mwanaume hawezi bila ushauri pia mwanamke mm. na kama wewe mwanamke unampenda mwanaume wako, lazima utamshauri, hichi yeah. ni sawa hichi, sio sawa hichi mm -hmm. ni kinafaa kwa wakati hichi, hapana mm na ucheshi pia, unaweza kuwa unachangamka vile, unamfanya nafurahi. Yeah. mtu hata akiwa na mambo yake anasema ya kweli na mambo, lakini huyu ananifaa. na tabasamu mm -hmm. anapunguza, lakini sio kwamba ndo anaisha, ila mm -hmm. kwa wakati ule tena atamrejea, lakini asilau mishamfurahisha

Ni we, ni we, ni ni fanye mm, nimalize lakini mwenzake anakuwa hajamfikisha sehemu si inayotakiwa. Wow. Yeah. So, binafsi hmm. Napenda kuandaliwa. Unapenda kuandaliwa? I love it yes, na nadhani kwa kila mwanamke anapenda kuandaliwa e, lakini huo wanapata shida sana kukutana na yule mtu ambaye pengine anataka kuandaa hmm. na anaandaa vipi? Mimi na mimi na miss natamani yaani, ni nyonge sometimes, performance imekuwa ya kawaida mm -hmm. Ni kwamba haja, hayupo kama alivyokuwa mwanzoni. Okay. Yaani unakuta saa zingine mwanaume umeshakaa naye labda miaka minne mm. Kipindi mnaanza uchumba mm. Alikuwa yani, ni mtu yani, atakugeuza, atakubinua n yani. mm. Alafu sasa siku zinavyoenda baadaye mm. mmekaa labda mmeingia ndani mnaanza kuishi pamoja mm. Atatoka kazini, kimoja shua amelala. Wanawake wanalalamika sana kuhusiana na masuala ya mahusiano na sisi wanaume mm. Lakini wanashindwa kuelewa kwamba kabla hujaingia kwenye mahusiano, kwa sababu yeye ndo huwa anahitajika yeah. Sisi ni wahitaji mm. Yeye anahitajika mm. Kwa hivyo, yeye ambaye anahitajika anapaswa kuuliza baadhi ya maswali ili aweze kujua yupo katika upande upi katika hayo mahusiano okay. Kwa bahati mbaya zaidi uh, kusaulika huko mm. Kumepelekea mpaka wanawake sasa wao ndo wanataka kuanzisha Yani wao ndo wanataka kuanzisha ile approaching, yes. Ile approaching. Mm. bila kupepesa mm. tuongee tu kweli mm. sisi wanaume tunapomtongoza mwanamke mm, tunakuwa tunajua mwendelezo ni upi okay. Mwanamke akikutongoza wewe mwanaume, ajui mwendelezo wake ni upi mm. na sisi tukitongoza tunaweza hata tusianze na swala la seksi mm, zikaje zile cuddling, zile handling caring you you know mm. shopping outing to show you how real I am mm -hmm. Lakini mwanamke akisha kutongoza wewe mwanaume yeah. Kinachofata ni nini hapo? So, ni lazima mm. mfanye, mfanye mapenzi okay. Na mkishafanya mapenzi mm. Hapo mwanaume anakuwa hana chochote ambacho anaweza akakueleza wewe, na wewe unakuwa huna mwendelezo mm. na mwendelezo huo mm. ni kwa sababu Uh, mwanzishaji anahitajika kuwa ni mwanaume mm. na wakati anakuja kukuaprochi wewe mwanamke, ni lazima useme mm. vile ambavyo unavyovihitaji kwamba mimi hapa nilipofikia, sihitaji kuwa girlfriend wa mtu mm. I need to be a wife material mm -hmm. nahitaji kuwa na mwanaume ambaye atakuwa ana future na mimi okay. kwa hivyo kama wewe unatafuta girlfriend, I'm not the type of mm. that of that hicho ambacho wewe unachokitafuta yeah. But mimi hapa nilipo najiona ni wife material kwa sababu najielewa, najitambua na niko tayari kwa ajili ya familia. Okay, swali hapo mimi na mimi na miss natamani yani ni, ni, ni nyonge sometimes <laughs> mm. form so, so, performance imekuwa ya kawaida mm. ni kwamba haja hayupo kama alivyokuwa mwanzoni. Okay. Yaani unakuta saa zingine mwanaume umeshakaa naye labda miaka minne. Mm. Kipindi mnaanza uchumba alikuwa yani ni mtu yani atakugeuza, atakubinua yani. Alafu sasa siku zinavyoenda baadaye mmekaa labda mmeingia ndani mnaanza kuishi pamoja. akatoka kazini, kimoja shwa amelala. wanafunzi wa, wa chuo hmm. kinachowafanya hivyo hmm. hmm. ni ile ni mtu anataka hmm. nionekane na mimi hmm. hmm. nionekane nimevaa hmm. hmm. ni hmm. hmm. ni vizuri nimelala pazuri, nimekula vizuri kwa hiyo hmm. Kwa kufanya hivyo mm. mzazi wangu mimi hana hela mm. kwa hiyo lazima ni tembee na mbaba mm. na mbaba na huyu mbaba ananisponsor vizuri mm. ya yeah. kwa hiyo nikitembea naye nitapata kila kitu, kila mtu ataona mm. this girl wow. mm. anapendeza mm. anakula vizuri, analala pazuri, ila hajui cha nyuma yake kwamba mimi natembea na mbaba mm. yeah. I see Mm -hmm. Ehe, na, na so ni maisha magumu ambayo yanatokea, wadada wanakuwa hivyo au tu ni tamaa wenyewe ambao wanayo? cha Kwanza, kuna wengine mm. hawapo hivyo mm. tamaa tamaa tu mm. Mm -hmm. kuta mm. kwa sababu unaweza kukuta mtu anaweza ku afford kula kupendeza mm -hmm. kufanya nini but mm -hmm. bado mm -hmm. anataka mbaba mm -hmm. Mm -hmm. Yani, anaweza ya kawa na kila kitu lakini bado anataka tu apate vitu vya kizee kizee. yeah, ariziki. mm. Unakuta labda kwa mimi mwanamke yeah. na boyfriend wangu ana hela sana mm. okay? Anipe attention navyotaka mimi. yeah. Yeah. So nikaenda nje nikakutana mm. na mtu anayenipa attention hata kama ana hela, yani ananipa attention mm. na ananifikisha ninapotaka mm siwezi nikampenda mwanaume wangu wa ndani hmm. Yeah, nitampenda huyu wa nje, lakini wa ndani anakuwa kuona kusaidia yeah. kwa hiyo ndo kasumba ambayo nawatesa sana watu wake kwa Yeah. kwa siku ya leo mtu ambaye ana hela anakuwa hana muda na wewe yeah, yani wanaona gani? nikishatoa hela yangu nikishapata, hmm. yeah. imeisha yeah. Okay. <laughs> yeah, janga la taifa <laughs> hiyo mwisho wa siku, kwanza unajua wababa walivyo, kitambi nini, nitamtaka saa ngapi? Da. Sasa ndo upo kwenye maswala yetu makubwa. Sasa unaenjoy vipi wakati mtu huna hisia naye? Uenjoi unaigiza, amna, unakuwa unamuigizia tu pale amalize nini, uendelee na mambo yako, ni zambi lakini kuna ila, kuna ehe, kuna miguno, kuna mm. sauti mm. kuna kuongea fumalizi maneno <g> sono... <gummer> so, sasa pale ukiwa kwenye kwenye kileleni, ndo unataka kufika kileleni kisi... kile yani, unaweza ukaongea kitu hata kisiishe kile kitu yani, ukama Jozee nikaita ikaita na pia hata, yani hata zile sauti ni zinaweza zikabadilika, yani sauti ambazo naanza na <laughs> mm -hmm. na, na, na mpaka na maliza ni tofauti zinakuaje? mm. mayo yao domo. Ah so mm. Zina like. Sio, zinakuwa ndogo sio, yani ni sauti tu yeah. mm. Kwa mwanamke ili awe na hisia na, na mwanaume ni mm. the way mwanaume hapo mwanzo anavyojenga yale mahusiano okay, na inategemea kwenye swala la inategemea na mwanaume anamwandaa vipi mwanamke okay. Kabisa. Kwa mwanaume ambaye anajua kumwandaa mwanamke mm. kwa nanili ya kwanza kabisa mm. mwanamke atamheshimu yule mwanaume na atakuwa na hisia naye, hata kama hampendi mwanamke hampendi yule mwanaume mm-hmm. Lakini akimwandaa tu vizuri yule, yule mwanaume akimwandaa mwanamke vizuri mm. Minaona ndio, yani mwanamke ni dhaifu sana kwenye tendo hilo, tendo yani kuna eeakianaeautemeakikuna namna atakushika Aea, mimi napendaga kudeka sani, nataka nimdekee mtu wangu. Hayupo, yuko mbali na mimi, hizo ndo changamoto. Vitu vingine vyote hivi naweza nikavisamee, except hiyo kuni chiti. Yani nikigundua kabisa huyu mtu ananicheat. Ina maana ukinicheat mimi na hesabu unipende, yaani yeye, sitaka niambiaje. mm-hmm. yupo kwenye mahusiano mwaka mzima mwaka sasa, lakini amekutana naye mara mbili tu, umeelewa? Eh, na wanapendana, wamekutana mara mbili tu, ndio kasema, nimeuliza sasa, unawezaje <laughs> <laughs> io changamoto ya kwanza, sometimes una miss mtu kwa wakati ule, lakini uwezi kuwa naye, kuwa inakuwa changamoto kwa sababu iko mbali. Changamoto ya pili, sometimes ndo una- unahitaji, yani si wanawake, yani unahitaji ile kea, yani ile kea Kia, kia ya nini sem? Yaani uhitaji caring ya maneno, yaani mm -hmm. Unahitaji vitendo. Sasa yule mtu akufanyia hivyo vitendo hayupo. Ah, unahisi nini ambacho kinaweza kikavuruga au kikaharibu mahusiano wenu mkiwa mbali? Hivyo kitu ambacho kinaweza kikaharibu ni kwa upande wangu mimi, sasa kwake mm -hmm. mm -hmm. siku mimi nikigundua na ni cheat, hicho ndio kitu ambacho kinaweza kikavuruga Akiniaunanichiti kwa nini, hicho ndo kitu pekee ambacho kinaweza kikavuruga mahusiano, yeah. Je, una uhakika ndani ya mwaka mmoja ambao mpo nao mmekutana mara mbili, tunaua hamkae sehemu moja, una uhakika kweli hajakuchiti? Mimi sina uhakika hmm. Siwezi nikasema na uhakika au sina uhakika kwa sababu sikai naye hmm. Ina maana anaweza mimi akanionyesha kila kitu kwamba anicheat, lakini pengine kute kuna siku zake anaenda uh -huh. yani, hmm. na cheat mimi sijui. Yani hapo siwezi nikasema 100% ati anicheat, ila siku ambayo nitaona mwenyewe kwa macho ndio nitagundua kwamba mtu alikuwa ananicheat. Okay, mpaka uone? Eh, yani mpaka nione, it's either kwenye message kwamba sasa kuambiwa mbewa mpaka nione. Kuna wanawake wengi sana wanatokwa hizo harufu mm -hmm. E, wanawake wengi sana sasa. Hapa changamoto inakuja, kuna wengine wanakuwa wanajua mm -hmm. kama na hiyo harufu, kwa sababu wenzi wao pengine labda walishaambiwa. Uh, kuna mtu hapa amenifuata, um, um, wiki iliyopita mm. amesema, kaka, nahitaji ushauri wako mm. nipo kwenye mahusiano na mwanamke wangu lakini kila nikijaribu kufanya naye mapenzi anatoka harufu mbaya sana dia, hali hii inaniua kabisa mudi ya tendo, lakini cha kushangaza yeye haonekani kujali, anaona ni kitu cha kawaida tu. Nashindwa jinsi ya kumwambia, kwa sababu naogopa kumuumiza au kumfanya ajisikie vibaya, ila kiukweli mimi nateseka na naona mapenzi yanazidi kuniharibikia. Naomba unisaidie nifanyeje, nimwambie vipi bila kumuumiza moyo, au kuna njia au kuna njia nyingine ya kumsaidia aelewe tatizo hili z cha kwanza kabisa hmm, kwa huyo mwanamke sogelea maiki. Cha kwanza kabisa, kwa huyo mwanamke, sio hali ya kawaida, ni kutoka harufu Uh -huh. Sio hali ya kawaida uh -huh. Kwanza kabisa ana tatizo ana, okay. um, ugonjwa. Kwa hivyo mwanaume pia nayeye sio vizuri kuendelea kukaa na hicho kitu moyoni uh -huh. Ni lazima aongee na mke wake, atafute njia uh -huh. ya kuongea na mke wake au mwanamke uh -huh. wake uh -huh. na njia nzuri, mi nazani amwambie tuende hospitali uh -huh. amwelekeze kwamba kuna nikishiriki nasikia labda yani hali ya tofauti ambayo sielewi tu, ndio hospitali pengine, inawezekana ikawa unaumwa. yeah. kwa akifika pale wafanye vipimo kusabu, kwa sababu kwa mwanamke ambaye anatokwa harufu hmm. na nini yaani anatokwa harufu yani, yani wakiwa kwenye tendo anasikia hmm. sa harufu nakuwa kali kabisa, lakini mwanamke haoneshi kama, yani yani kama anasikia ile harufu um, yeye anaona yeah, um, kama ni kawaida tu. Sasa wanawake ashaambiwa kwamba mbona nikishiriki na anasikia harufu hmm. Mwingine anakuwa hajui mm -hmm. Kwa sababu ile harufu sometimes kuisikia mm. Ni ngumu mm. mm -hmm. Kwa hiyo sasa mwanamke kama huyo anakuwa na changamoto za infections okay. E. Kwa hiyo anakwenda hospitali atapima mm -hmm. Ataanza kutumia dawa kisha anza kutumia dawa hiyo hali inaisha. Inaisha, inaisha. E. Okay, kwa hiyo ni masuala ya kitabibu e, ya na maswala. Hakuna mbaya ambaye anaweza akatoka yale lakini ni uchafu tu yani yeye mwenyewe tu hajijali. Mfano yani ni yani, no. Mchafu mchafu, mm -mm, sio kujijali mm -hmm. yani inawezekana kama mtu kaamtu ukae ni msafi mm -hmm. Yaani unajisafisha vizuri unafanya kila kitu, lakini mm -hmm. unatoa shombo la bara mm -hmm. au unatoa uchafu okay. Kwa sababu yani kinachofanya mtu mpaka anatoka uchafu au harufu hizo mm -hmm. unakuwa na bakteria mm -hmm. yaani kwenye vya vyake vya uzazi mm -hmm. unakuwa na bakteria sasa, wale bakteria ndo anamsababishia yule mwanamke kutokwa harufu okay. Au uchafu mchafu mm. mm. Na sometimes uh, inawezekana tere uh, huyo mwanaume ndo akawa amemletea kwa sababu hii uh, waga ina njia nyingi sana za wanawake kupata hili tatizo. Hey you guys. Bana mi utaona tu sauti yani imebadilika mm -hmm mtu mm. atajua tu e, yani kwamba e, sauti tendo ambazo usijua tendo mkiwa katika situation hiyo mm. lazima kuna sijui, wengine unajua kwenye mapenzi bana mambo ya ku ya ku ya mengi kibao nini hmm. hmm. kinafanya mtu apate nguvu ya kuchepuka au ya kuwa na njia mbadala hmm. tofauti na mtu ambaye yupo naye kwenye mahusiano zaidi na mtu wako, lakini wanakuona ile hamu na ile nia na ile spirit au roho ya kutafuta njia mbadala au ya kuwa na mtu mwingine kwenye mahusiano au kwa njia ambayo ni sahihi tu kuchepuka na mtu wako. Nini kinafanya hadi iwe hivyo? Wakishaingia kwenye wakisha kwenye ndoa, mimi sijui kuna tatizo gani kwamba watu wakishakuwa kwenye ndoa na kabla hawajakuwa kwenye ndoa, sijajua ni kitu gani kinabadilika mm. Yaani unakuta mwanzoni mwanaume alikuwa anakushika hapa na kuchezea, yaani mpaka unakuwa sawa mm. alafu ndo tendo linaanza, lakini watu wamekuwa kwenye mahusiano miaka miwili mitatu, mtu akifika amevua nguo anapaka mate <laughs> <laughs> Mambo gani hayo? Kwa nini upake mate wakati unatakiwa uketu mambo sawa kabisa, oil likae vizuri eh, kwa sababu mi siamini kama kuna mtu ambaye anakuwa yuko wet mm -hmm. Sijui labda kama anakuwa na changamoto za kiafya pengine. Sasa pale kwenye hili mtu wa pake mate, maana we mwenyewe haupo tayari. Sasa maana ukishajua mwanzo anakuja, lazima na wewe ujiandae kisaikolojia ile kidogo tu mambo yanashuka ama vipi? Of course pia gome umemisi okay. Mtu za zingine kuna kuaga sio paka uandani mm. sana ndio mm. tunarudi pale pale unahisia na huyo mtu